Tunaomba mfahamu kwamba uwanja huu umejengwa kwa ushirikiano kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wametuchangia, wakiwepo Airtel, Azam wenyewe wamekuwa ni sehemu ya sapoti ya ujenzi wa uwanja huu, lakini lazima tutambue mwanamichezo mwingine na mwana Singida, Mohamed Dewich, naye amekuwa ni sehemu ya watu waliochangia katika ujenzi wa uwanja huu. Watu wengi wanauliza maswali, mbona mabe, ma, ma, ma, maeneo ya kukalia wa mashabiki bado? Kwanza ni hatua, sisi tumeanza kama ambavyo viwanja vingine vilianza. Ukifuatilia uwanja wa Azam ulianza hivi. Ukifuatilia uwanja wa Namungo ulianza hivi. Hata sisi Singida, eneo la kuchezea limekamilika asilimia mia moja, eneo la mashabiki kukaa, na tunaendelea nalo kwa nguvu kubwa, na nitumie nafasi hii kuwaomba wadhamini mbalimbali wajitokeze kutuunga mkono sisi wadau wa michezo hapa Singida, Singida Black Stars kwenye ujenzi pia wa maeneo ambayo yamesalia. Lakini ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa rais amekuwa namba moja. Tunafahamu budget ya michezo nchini ilikuwa takribani milioni 34 lakini tangu Mheshimiwa rais ameingia, mmeipeleka bajeti ya michezo hadi kufika bilioni mia tatu sisi kama wadau wa michezo tunafurahia sana kuona Mheshimiwa rais amekuwa mstari wa mbele kwenye kuunga mkono, lakini jambo lingine kubwa ni kuona Mheshimiwa rais amekuwa kisupport kwenye matukio mbalimbali ya kuhusisha michezo, timu ya taifa na vilabu vinavyofanya vizuri nje. Sisi kama Singida tunataka tuhakikishieni, katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu tumo, kwa kuhakikisha kwamba tunahakikisha timu ya yetu kimataifa mwaka huu ujao kwenye Confederation Cup au kwenye Champions League kwa sababu nafasi ya kushinda bado tunao, lakini vile vile uwanja huu katika kujengwa mfahamu, bali ya Modewich, tuna ndugu zetu wa NBC Bank ambao tuko nao hapa, na hao ndio wamekuwa wadau namba moja kwenye ligi yetu, ligi yetu, ligi kuu pendwa, katika ligi bora barani Afrika, NBC wamo. Hawajaishia tu kuunga mkono kwenye kudhamini ligi, lakini pia hata kwenye ujenzi wa viwanja maeneo kama haya kwao. Tunawashukuru sana NBC kwa kutunga mkono kwenye jitihada hizi. Mwisho kabisa, mheshimiwa naibu waziri, leo tungefanikiwa kuwa na mlezi wa Singida Black Stars, mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, lakini kwa bahati mbaya amepata msiba wa baba mkwe wake ambaye amefariki pale India, na leo alikuwa anapokea mwili, ameshindwa kufika. Lakini kwa niaba yake amesema nifikishe salamu nyingi sana kwa wana Singida wote, kwamba hata waacha ataendelea kuunga mikono mchezo ndani ya taifa letu, lakini kwa wana Singida wote na hii kufanya ujenzi wa uwanja huu ni kuonyesha kwamba Singida sio ya leo siyo ya kesho wala sio ya kesho kutwa. Kujenga miundombinu kama hii ni kwamba hii club. Ndugu zangu viongozi wa bodi ya Singida Black Stars, ndugu zangu wana Singida, wachezaji wa timu zote mbili ambazo zinatarajiwa kucheza hapa leo, ndugu zangu waandishi habari wa na wote mliohudhuria katika tukio hili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa zawadi hii ya uhai na afya njema iliyotuwezesha kukutana mchana huu mzuri hapa Itipa leo, na nichukue fursa hii hii kumshukuru mwanamichezo namba moja Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye moyo wake na dhamira yake ya dhati kwenye kuhakikisha michezo kwenye nchi hii inafanya vizuri vimetupelekea kuwa na takwimu ambazo hazijawahi kutokea kwenye historia ya nchi hii kwenye upande wa michezo. Mama Samia hoye! Ndugu zangu wa Singida, nimefurahia kujumuika na nyinyi mchana huu wa leo kuja kuzindua rasmi uwanja huu. Katika kipindi cha miaka minne hii ambacho Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo mengi mno yamefanyika kwenye upande wa michezo, ikiwamo ujenzi wa miundombinu bora kabisa ya michezo, lakini na ukarabati mkubwa wa viwanja mbalimbali. Hivi tunavyoongea, uwanja wa Benjamin Mkapa unakaribia ukarabati wake kukamilika, lakini uwanja wa Uhuru umeanza, uwanja wa Amani kule Zanzibar, lakini kuna viwanja kadhaa vya mazoezi ambavyo vitakuja kutumika kwa ajili ya CHAN na AFCON ambavyo navyo kazi inaendelea ya ukarabati. Lakini tunao mpango pia wa kukarabati viwanja vingine vitano, tunafanya tuko katika hatua mbalimbali za kuhakikisha hilo linatokea. Lakini katika kipindi hiki cha miaka minne, tumekuwa tukifanya juhudi kubwa za kuhakikisha tunawaelewesha wadau wetu kuhusiana na sababu halisi za kwa nini tunatakiwa kuwekeza kwenye miundombinu ya michezo nchi hii kwenye wakati huu hasa inapiga hatua kubwa kwenye upande wa, wa maendeleo ya michezo kiasi kwamba tunahitaji sana miundombinu ya michezo kote nchini, katika kuhakikisha hilo linafanyika kwa nguvu zote kama ambavyo limekuwa likifanyika sasa hivi. Kwa hiyo, serikali haina uwezo wa kujenga viwanja vyote kwa wakati mmoja na hivyo ndio maana tunawaomba sana wadau wetu watusaidie katika kuhakikisha wanawekeza katika miundo mbinu ya michezo kote nchini mahali popote wanapoweza, na sisi tutakuwa tayari kutoa ushirikiano na utaalamu wa kuona namna ambavyo tunaweza tukalifanya hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wana Singida, kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu lakini hili linafuatia pia kuwa na timu nzuri ambayo ina compete kabisa uh, kuona kwamba inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa uh, ligi ya NBC Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo, na hili la kujenga uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uh, uongozi wa timu hii uko serious. so, swala la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu. Hatua ni moja baada ya nyingine, hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja na lifti ndugu zangu wa Singida inakukutia njiani, hata kama unataka kuomba msaada wa kujengewa majukwaa, wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona kama umekuwa serious na umeanza na pitch kama hivi, inakuwa rahisi kuwaelewesha kwa nini wa kuunge mkono kwenye kufanya hilo ambalo unakusudia kulifanya. Kwa hiyo niwapongeze sana wana Singida, nimefurahia, mmekuwa na uwanja mzuri sana pengine uh, miongoni mwa viwanja uh, vyenye pitch bora kabisa katika nchi yetu, na kwa hili naamini kwamba sasa mko serious kweli kweli, sio tu kutengeneza miundombinu ya michezo, lakini kuhakikisha timu yenu inafanya vizuri. Mjumbe wa bodi hapa ametangulia kusema kwamba timu yenu iko katika tatu bora mwaka huu. Mimi sina la kusema kama uh, waziri mwenye dhamana ya michezo niko kwa ajili ya kushuhudia hilo, lakini niwatie moyo, tusiache tu klabu chache ndo zikawa zina nguvu na zina uwezo wa kupata matokeo kwenye nchi hii, bali na nyinyi Singida mnaweza kulifanya hili. Rafiki yangu mmoja Jumaneche ana msemo okay, wake, kwani wao wameweza wana nini na sisi tushindwe, tuna nini ama tunanini? Sio? kwa hiyo niwapongeze wa uh, ni, ni sana wana Singida, lakini niwashukuru sana wadhamini wetu wote, wadau wetu wote mliohakikisha uwanja huu unakuwa katika sura hii. Niwashukuru Airtel, niwashukuru, ni washukuru Airtel, ni washukuru NBC ambao mmekuwa mkituunga mkono katika sehemu mbalimbali mbali za michezo na kufanya kazi yetu tuliopewa na Mheshimiwa Rais kuwa rahisi kweli kweli. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri tutahesabu moja, mbili, tatu. Mheshimiwa Naibu Waziri tunakaribisha tuweze kuzindua uwanja. Watu wa NBC karibu. Asante sana. Ninaomba nisome maandishi yameandikwa uzinduzi wa Airtel Stadium uliojengwa kwa udhamini wa Airtel Tanzania. Jiwe la msingi limewekwa na Mheshimiwa Hamis Mohamed Mwinjuma, Naibu Waziri wa Utamaduni na Sanaa na Michezo, tarehe 28 mwezi wa tatu mwaka 2025. Na na nashukuru sana. Sasa tunafanya tukio la kumkabidhi jezi ya Singida mdhamini mkuu wa uwanja huu ndugu zetu wa Airtel. Tutumie nafasi hii pia kushukuru TFF, tabia au utaratibu alioanzisha wa kufungia viwanja havina ambavyo qualification unatusaidia kwenye kuboresha mwonekano wa ligi yetu kwa sababu Azam wameinvest kwenye production ya kisasa, lakini viwanja vikiwa vibovu production na viwanja vinakuwa viendani. Kwa TFF wanachokifanya, imekuwa ni sehemu ya sisi kututia nguvu kwenda kujenga uwanja huu, kuwa na uwanja wenye standard ambao hata Azam akifanya production wanajisikia kwamba wanafanya production kwenye uwanja kweli wa ligi kuu, katika vilabu bora vitano barani Afrika. Lakini kingine, mheshimiwa naibu waziri, tukuhakikishie siku sio nyingi, tutaanza pia kufunga mataa. Kuhakikisha kwamba games zinapigwa usiku kwenye eneo hili ili, ili wanasingira wote waweze kupata nafasi ya kuangalia michezo. Baada ya kusema hayo, watu wa Airtel karibuni, kwa ajili ya neno la shukurani kwa niaba ya wadhamini wote ambao wametusaidia kujenga uwanja huu. Asante, asante sana Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Waziri, kwanza ni kushukuru sana kuja kujumuika na sisi na hadhara hii, ni kitu cha kipekee kwetu sisi kama Airtel tukiwa kama mwekezaji mkubwa kwenye uwanja huu tunakushukuru sana, tunawashukuru wawekezaji wengine pia ambao wameshirikiana na sisi, lakini kipekee tunaomba shukrani hizi utufikishie kwa mama yetu ambaye ndio e, msimamizi mkuu na mwanaspoti number one, tunaomba zifike, na sisi kama Airtel tunasema kwamba kwa kuwa serikali ina asilimia 49 ndani ya share za Airtel, basi uwekezaji wa namna hii ambao ni kurudisha e, kile ambacho tunakipata kwa wananchi tutaendelea kuufanya. Asante sana, mheshimiwa waziri. Karibu sana tukashuhudie mpambano wa leo. Kutoa shukrani tu kwa mheshimiwa waziri pamoja na wana Singida. Sisi kama NBC tutaendelea kudhamini. Tunajua udhamini wetu ni mkubwa, NBC Premier League. Tutaendelea kutoa kudumisha zaidi maeneo mengine maeneo ya viwanja mabasi tumeona juzi, tumetoa basi kule Tanga, tunakaribisha vilabu vingine na tutaendelea kuboresha miundombinu nchi nzima. Asanteni sana.